In order to achieve this, our own experience is that the private sector has to be involved in formulation of those policies. Lakini lingine ambalo nilikuwa najaribu kusisitiza ni kwamba ni muhimu sana viongozi, sisi viongozi katika ngazi za juu kabisa, kutega masikio kwa sekta binafsi na wakulima, kuwasikiliza kupokea ushauri wao. Eh, kusikiliza makwazo yanayopata katika kuendeleza kilimo kama biashara, wala situsiachie watu wadogo wadogo. Yaani ni muhimu kabisa viongozi wa ngazi za juu eh, wakashiriki kusikiliza kero za wakulima wetu wadogo wadogo, kero za wakulima wetu wa kati, kero za wawekezaji katika sekta ya kilimo eh, sekta ya mifugo sekta ya uvuvi eh. Bahati nzuri ilikuwa najaribu kuwaambia wenzangu washiriki kama mimi kwamba bahati nzuri nchini tuna utaratibu wa mabaraza ya biashara, kuanzia katika ngazi ya wilaya, katika ngazi ya mkoa. Wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa ndio wenye viti wa majadiliano hayo, lakini pia sekta E, mawaziri wanawajibika kukutana na wadau mbalimbali e, kupokea malalamiko yao, kupokea mapendekezo yao na kuyafanyia kazi. Na katika ngazi ya taifa e, tunayo e, Tanzania National Business Council ambao kila mwaka mheshimiwa rais mwenyewe ndiyo mwenyekiti, e, na na mwenyekiti mwenza kutoka sekta binafsi kukaa na sekta binafsi kuzungumzia changamoto zilizopo katika sekta mbalimbali mbali. Kilimo, biashara, viwanda, uwekezaji. Hili ni jambo muhimu sana. Lakini kubwa zaidi ni kufanyia kazi kwa nguvu mapendekezo ambayo yanakuwa yanatolewa katika majukwaa hayo and and encourage the growth and expansion of existing investments Asante sana thank you very much Kupendezwa sana na taarifa ya wale vijana ambao wako kwenye magereza huku, eh, vijana wa Kitanzania walioko ughaibuni hapa, kwamba tuna vijana kumi na nane ambao wako gerezani na wengi, makosa ni usafirishaji wa dawa za kulevya. Hili hapana, ni kuombe tena Mheshimiwa Balozi na watumishi wote wa ubalozi huu, kila mtakapofanya mikutano na Tanzanian diaspora muwasisitize wajielekeze kwenye biashara halali, ziko nyingi. Hayo mengine yanatia aibu taifa letu. Kwa hiyo muelekeze vizuri, wahangaike kutafuta elimu, fursa huku zipo, fursa za biashara zipo, wahangaike na hizo, wahangaike kutii sheria za nchi hii ambapo tupo hata wakija kule kwetu lazima watii sheria za nchi. vingine e, hivyo wanatuharibia hata marafiki zetu. Mwisho atasema hawa jamaa wakipotea hawa wanafanya biashara chafu Tanzania. Sisi wa Tanzania sio watu wa namna hiyo.